Rais wa Urusi Vladimir Putin ametangaza kuwa majeshi ya Urusi yanazidi kupata kasi katika mstari mzima wa mapambano nchini Ukraine na kwamba huenda wakalimaliza kabisa jeshi la Ukraine. Akizungumza na wafanyakazi wa manowari ya nyuklia ya Alkangeski iliyowekwa makombora ya kasi ya Zilkon, Putin alieleza kuwa Urusi inashikilia msimamo wa kimkakati na kwamba vita vinaelekea kufikia hatua ya mabadiliko. Hivi karibuni nilisema tutawakamata, sasa kuna sababu ya kuamini kuwa tutawamaliza, alisema, akiongeza kuwa hatua hiyo huenda ikawafanya raia wa Ukraine kutambua ukweli. Putin aliwashutumu washirika wa Ukraine kutoka Ulaya, hasa aliyekuwa Waziri Mkuu wa Uingereza, Boris Johnson, kwa kuvuruga juhudi za kidiplomasia kumaliza mgogoro huo. Alidai kuwa viongozi wa magharibi waliishawishi Ukraine kuendelea kupigana hadi mwana Ukraine wa mwisho, ili kuishinda Urusi kijeshi. Alitaja makubaliano yaliyoshindikana ya Minsk na mazungumzo yaliyokwama ya amani ya Istanbul mwaka 2022 kama mfano udanganyifu wa magharibi. Inaonekana wamesahau au labda hawawajui Warusi ni watu wa namna gani, aliongeza akiwaambia wafanyakazi wa manowari hiyo. Licha ya msimamo wake mkali, Putin alisisitiza kuwa Urusi iko tayari kwa mazungumzo ya amani, ili mradi tu sababu za msingi za mgogoro zitashughulikiwa, ikiwemo kuhakikisha usalama wa muda mrefu wa Urusi. Moscow imekuwa ikidai kwa muda mrefu kuwa Ukraine ijitenge na NATO, ijitenge na silaha, iondoshe itikadi ya kinazi, ikubali hali halisi ya, ya maeneo yaliyotekwa na ichukue msimamo wa kutokuwa upande wowote. Katika pendekezo la kipekee, Putin alipendekeza kuundwa kwa serikali ya muda nchini Ukraine chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa ikihusisha mataifa mbalimbali mbali, ili kuwezesha uchaguzi wa haki amesema hatua hiyo itasaidia kutatua mgogoro wa uhalali wa mamlaka mjini Kiev baada ya muda wa Rais Volodymyr Zelensky kumalizika rasmi Mei 2024. Katika hali kama hizi kuna utaratibu wa kawaida wa kimataifa unaofuata mfumo wa operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa. Alisema akitoa mfano wa usimamizi wa muda katika nchi nyingine alisisitiza kuwa serikali mpya inayotokana na uchaguzi wa haki itaweza kuingia kwenye mazungumzo ya kweli na Moscow na kusaini mkataba wa amani wa kudumu na unaotambuliwa kimataifa. Hata hivyo, alifafanua kuwa hilo ni pendekezo mojawapo tu, na kuongeza, tunaunga mkono suluhu za amani pamoja na hii, lakini si kwa gharama ya Urusi. Matamshi hayo yanakuja wakati wa sitisho la mapigano lililosimamiwa na Marekani kufuatia makubaliano kati ya Trump na Putin tarehe 18 Machi, yanayozuia ya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Ingawa Zelensky ameunga mkono sitisho hilo la siku 30, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti ukiukwaji kadhaa kutoka kwa Ukraine ikieleza kuwa Kivu inalenga kuvuruga juhudi za Trump za upatanisho. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov amethibitisha kuwa Moscow itaendelea kuheshimu makubaliano hayo na kuyatazama kama hatua chanya ya kidiplomasia na utawala wa Trump. Wiki hii maafisa wa Marekani walifanya mazungumzo tofauti na wajumbe wa Urusi na Ukraine nchini Saudi Arabia. Baada ya mkutano huo, Moscow ilionyesha utayari wa kufufua mpango wa usafirishaji wa nafaka kupitia Bahari Nyeusi uliokuwa unasimamiwa na Umoja wa Mataifa na Uturuki kabla ya kuisha mwaka 2023. Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813.